Madama Policar Kardinali Pengo, Askofu Mkuu Mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Mashamu ezegi Nzigilwa, Makamu wa raisi wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Mashamu Romanus Selamu Mihali, Askofu wa Jimbo Katoliki la Iringa Mhashamu Tarcisius Ngalalekumtwa, ma Askofu mstaafu wa Jimbo Katoliki la Iringa, Wahashamu Maaskofu waku na Maaskofu ma wote, Mheshimiwa Dokta Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni wetu rasmi. Mheshimiwa Dr. Peter Serukangwa, Mkuu wa Mkoa Iringa, Wakuu wa mashirika ya Kitawa, waheshimiwa mapadri, watawa na wa seminari, waheshimiwa viongozi na wageni wa, wa kiserikali, wapendwa waamini katika Kristo. Tumsifu Yesu Kristu. Moyo yeah, yeah, wangu umejaa furaha na shurukrani kwa kualikwa kushikiri katika adhimisho hili la kumshukuru Mungu kwa neema zake nyingi alizotunukiwa Askofu Romanus Selamu Mihali aliyeteuliwa na hayati ye itwa, Baba Mtakatifu Francisco aliyeitwa nyumbani kwa Baba Jumatatu iliyopita kuwa askofu mpya wa jimbo hili pendwa la Iringa. Ongera sana <totipa> nimefurahi sana kwa mara nyingine huwa katika mkoa huu ambao kama navyokumbuka tayari nimetembelea mara kadhaa, nikishiriki nanyi kwa furaha katika hafla kadhaa za kumshukuru Mungu. Niruhusuni nitoe shukrani kwa niaba yangu ya Kanisa Katoliki kwa mashamu askofu skofu mstaafu Tarsisi Ngalalekumtwa kwa majukumu aliyoyatekeleza katika jimbo hii hili, kwa kutambua umahiri wake na shughuli za kichungaji alizozikamilisha kikamilifu bila kuchoka pamoja na sifa zinazotolewa na watu wengi kwake, kwa maboresho vipaji na ubunifu aliyoupata kama zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Karama hizo alishirikisha akiwa mchungaji wa watu wa Mungu miaka mingi iliyopita katika jimbo la Sumbawanga akiwa askofu mwandamizi, na kisha kwa miaka mingi hapa Iringa, na pia katika baraza la maaskofu Tanzania, ambalo aliwahi kuwa rais. Katika tukio hili unatoa vyote ulivyo navyo kama askofu kwa mandamizi wako lakini bado utajiri wa uwepo wa Kristo ut, utabaki nawe milele. Wingi wa neema za Mungu na kuridhika kwako kwa kwa ajili ya wajibu wako uliotimiza vizuri vita kusindikiza vita daima. Sasa umestaafu, lakini kanisa bado linahitaji hekima yako na ushuhuda wa maisha yako. Asante sana kwa huduma bora uliyoitoa kwa kanisa. mm -hmm. Mpendwa Mashamu Mihali, ni kwa neema ya Mungu kwamba umechaguliwa kuwatakatifusa kuwafundisha na kuwaongoza watu wake. Timisa jukumu hili katika ushirika na Baba Mtakatifu na urika wa maaskofu. Mashamu askofu, ninakuhimiza kuendelea kutimiza ofisi ya kiaskofu kwa upendo na kwa kujali ukionyesha uso wa huruma na unyenyekevu wa Kristo. Baki mwaminifu kwa neno la Mungu na umshuhudie Kristo ambaye ndiye njia, kweli na usima. Imarisha moja kati ya mapadri na uwe rafiki, ndugu na baba kwa wote ukilinda haki na wajibu wao. Shirikiana na mapadri na jumuiya za kitawa zilizopo kwa wingi katika jimbo lako, wanaodhihirisha utajiri wa karama. Jenga madaraja kati ya Mungu na watu wake, ukishinda kila kizuizi. Mwige Kristo ambaye ni nyenyekevu zaidi, mkarimu, mpendevu, na mpenda kusali. Shamu askofu akiwa anawasa wase Mtakatifu Petro aliandika, lichungeni kundi la Mungu nilo kabidiwa si kwa kulazimishwa bali kwa hiari, si kwa tamaa bali kwa moyo wenu wote. Ujumbe huu wa una wahusu una wa wale wote ambao wamekibidiwa kundi na kutimisa utume wao wakiongozwa na Kristo ambaye ni nyenyekevu, mpole nyofu mwenye upendo daima na mwenye kuzamehe. Kwa njia sawa na hiyo takatifu Paulo aliandika, ingawa alikuwa Mungu aliachilia stahiki zake za kimungu, akachuka nafasi ya unyenyekevu ya mtumwa na fasia, akazaliwa kama mwanadamu. Kristo alichukua nafasi hii tu kwa sababu alitupenda. Umechagua kauli mbiu ambayo kwa njia fulani inarudisha ujumbe wote wa Kikristo: ut diligatis invicem, pendaneni Pendaneni, ninyi kwa ninyi, ili yo chukuliwa kutoka katika Injili ya Mtakatifu Yohane katika sura ya kumi na tatu aya ya thelathini na nne Yesu anawapa wanafunzi wanafunzi wake amri mpya, iongezwe kwa kwa ile ya agano la kale, ni amri ya upendo. Ni vigumu na haiwezekani kabisa kuwapenda wengine kama tunajipenda wenyewe tu. Ni pale tu tunapomwiga, tunapomwiga Kristo Mwokozi wetu, ndipo hatimaye tunavua silaha za kiburi chetu, utukutu na kudhaniana kuna kunakodofisha ulimwengu wetu wote wa mahusiano. Hatimaye tunaweza kuruhusu mioyo yetu kuwa huru kwa kupenda bila masharti. Mhashamu Askofu huu ndio utaratibu ulio ulio uchagua kwa ajili ya hudumo yako ya kiaskofu ili kusaidia kila mtu mwenye mapenzi mema wa kundi lako kuvunja silaha hizo zisizo na maana na zisizofaa, na kutembea wote pamoja kama familia iliyounganishwa na kifungo cha upendo kuelekea chanzo cha upendo huo ambaye ni Kristo mwenyewe. Vivyo hivyo, katika nembo yako ulitaka kumbunkua kumbuka somo wako takatifu Romanus, ambaye bila woga mbele ya mateso ambayo yalikuwa yakimua kikatili takatifu Laurenti akiwa kwenye tanaru kwa tendo safi la rehema alipungusa kio ya shahidi kwa kumwaga maji kutoka kwenye yaji, akishuhudia imani hiyo yenye kushangasa. Romanus pia alimwomba Laurenti atumie matone machache ya maji yale yale ili kumbatisa ni kweli kwamba tumeitwa kupendana, lakini kuanzia wapi? Hakika ni kutoka kwenye huruma. Hakuna upendo wa kweli bila huruma. Wapendwa mapadri, watawa na waamini wa Iringa, dumisheni umoja na askofu wenu na umoja na kanisa zima ambalo ni mwili wa Kristo, ndiyo ni mwili wa Kristo, kwani Kristo ndiye kichwa na mwanzilishi wa kanisa. Natambua kwa shukrani na ninashukuru ushiriki wa viongozi wa serikali na wageni mashuhuri waliopo hapa leo, kuanzia na Mheshimiwa Dr. Mashaka Biteko na ninyinyote kwa kulipa umuhimu wa hali wa juu tukio hili adhimu, ni wa wahakikishia ninyi nyote kwamba kanisa katoliki la Iringa kama ilivyo kwa kanisa katoliki lote la Tanzania, pamoja na kiti kitakatifu chenyewe, linathamini kwa dhati uhusiano thabiti wa urafiki na ushirikiano ambao mahudhurio yenu yanadhihirisha kikamilifu. Asante sana. Nina furahi pia kuona kama ilivyo katika hafla zingine, ushiriki wa idadi kubwa ya viongozi kutoka dini mbalimbali na madhehebu ya Kikristo karibuni sana hii inaonyesha uhusiano wa kirafiki uliopo kati ya kanisa katoliki la Tanzania na jumuiya nyingine za kidini jambo ambalo na ishara tosha ya mahusiano yenye matunda na ya kindugu Kumalizia ujumbe wangu kwa maneno machache kuhusu hayati Baba Mtakatifu Francisco aliyefariki dunia siku moja baada bada ya pas Pasaka na na kwenye kanisa kuu la Kipapa la Bikira Maria mjini Roma jana. Shukrani nyingi zimwendee kwa upendo wake kwa kanisa katika nchi hii ulionyeshwa kwa uteuzi wa maaskofu wengi na kuteua kadinali watatu kutoka Tanzania, madama Mwadhama Protasi Kadinali Rugambwa mwaka jana na kuanzisha majimbo majimbo mapya, la mwisho likiwa ni Bagamoyo ambalo litazindu duliwa mwishoni mwa wiki ijao. Jayo tunaendelea kumwombea ili yakutane na Kristo akimu mwenye rehema katika ufalme wake. mashamoskofu skofu Mihali na tutakia neema nyingi za Mungu na, ma na mafanikio mafani katika utumishi wako na kuwahakikishia maombi yangu. Mungu akuongoze na kukulinda daima. Asante, asante sana. Tumsifu Yesu Kristo.